ovyenu vya habari juzi na jana, alinukuliwa kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Muliro akisema mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya kukamatwa, kupigwa, kuteswa kwa viongozi na wanachama wa Chadema yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Pamoja na mambo mengine, Kamanda Muliro amenukuliwa akisema kwamba katika siku hiyo ya tarehe 24, Jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili peke kitibara, wa Chadema pekee na akamtaja makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche na akanitaja na mimi katibu mkuu John Mnyika. Lakini pili, kamanda ya Jumanne Muliro akasema hakuna viongozi wengine nawa chama waliokamatwa siku hiyo katika matukio hayo ya tarehe 24. Tumewaita pamoja na mambo mengine kuwaeleza kwamba kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, Jumanne Muliro, ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa kamanda wa polisi Muliro kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama watano wa Chadema walikamatwa. Na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu watano. Ilitutaja mimi na mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche, Suguta Swezi, Dani na Rudufu na James Mseti. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo kamanda Muliro ameisema ame, ame. Lakini uongo wa kamanda Muliro ni mkubwa zaidi kwa sababu viongozi wali na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe ishirini na nne mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni ishirini na mbili, lakini baadaye tukapata taarifa za ziada. Mpaka navyozungumza na nyinyi, mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ni jumla ya watu wanachama na viongozi na waandishi wa habari jumla watu 25. Kwa kitendo cha Kamanda Muliro kusema kuwa matukio yale yamehusisha watu wawili tu peke yake, nasisitiza kwamba Kamanda Muliro ametoa taarifa za uongo, na leo kupitia mkutano nanyi waandishi wa habari wa tutawaonyesha vile vile ushahidi wa video wa baadhi wa sehemu ya watu waliokamatwa waliopigwa, na nasema ni sehemu tu, kwa sababu huu ni ushahidi wa video uliopatikana katika njia ngumu kwa kuwa nyinyi mnafahamu wanahabari, mlizuiwa kufanya shughuli zenu halali za kikazi mbele ya kituo, mbele ya, ya, ya, ya, ya mahakama ya Kisutu, ndani ya mahakama ya Kisutu na maeneo jirani ya mahakama ya Kisutu. Kwa ushahidi huu utakaoonyesha ni sehemu tu, kama kama nyinyi mngekuwa na uhuru wa kurekodi, maanake kungekuwa na ushahidi wa ziada kwa majina yote ambayo ambayo utarejia tena kuyatamka siku ya leo, na huu ni sehemu tu ya ushahidi, kwa sababu katika tukio mojawapo ambayo nitalieleza baadaye, baada ya kumaliza kuwaonyesha ushahidi huu wa awali, katika tukio mojawapo jeshi la polisi lilikwenda mbele zaidi sio tu kuwazuia waandishi wa habari, bali viongozi wetu waliokamatwa na kupigwa katika kundi ambalo lilikwenda kutupwa kwenye pori la Ununio, kundi ambalo alikuwepo makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Ali Juma, mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi Tito Kitalika, na viongozi na wanachama wengine katika kundi hili sio tu walipigwa na kuvunjwa vunjwa bali polisi waliwalazimisha kutoa password kwa maana ya nywila, neno siri, za kila simu ya kila mmoja na kufuta kila kilichokuwepo kwenye kwenye, kwenye simu zao, kama sehemu ya mkakati wa waku, waku, kuficha ushahidi. Kwa hapa tutaonyesha kwa muktasari baadhi ya matukio ya msingi yenye kuthibitisha kwamba jeshi la polisi lilikamata viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kupiga viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kufanya uharamia wa kudhalilisha utu wa viongozi na wanachama.